Wizara ya Viwanda na Biashara kupitia Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania TanTrade inaendelea kuratibu na kusimamia ushiriki wa Tanzania katika maonyesho ya Expo 2025 Osaka. Tanzania inashiriki katika banda kuu, lakini pia kuna eneo la mauzo ambayo tumeweza kuonyesha bidhaa mbalimbali ambazo tunazalisha nchini. Aa, bidhaa hizi zipo bidhaa ambazo zinatokana na mazao ya kilimo hususan Uh, mazao yale ya kimkakati au naweza nikasema mazao ya kibiashara mfano kahawa, lakini pia tunaonyesha bidhaa zetu za chai, tunaonyesha bidhaa za mkonge, lakini pia tunaonyesha bidhaa za korosho. Pamoja na hayo, tunaonyesha pia bidhaa ambazo ni zenye thamani kubwa, mfano viungo na asali. Ukiacha mazao ambayo yanazalishwa ya kilimo tunaonyesha pia sanaa ya mikono ambapo tunaonyesha sanaa yetu ya tingatinga tinga, ambayo imekuwa ikipendwa sana nchini Japani na ina umaarufu mkubwa sana. Kwenye banda letu hili tumeleta bidhaa mbalimbali kutoka katika kampuni mbalimbali za Kitanzania zinazozalisha bidhaa zinazotokana na mazao ambayo tunazalisha. Kwa hili ndilo eneo letu na tumepata mwitikio mkubwa sana, watu wamekuwa wakivutiwa sana kufika katika eneo hili la mauzo la Tanzania kuona bidhaa hizi ambazo tunazalisha, lakini pia na sanaa za mikono ambazo tunachora. Pamoja na hayo, tumekuwa tukionyesha pia kahawa yetu ili watu waone uzuri na ubora wa kahawa yetu. Uh, bande letu la Tanzania, these are organic spices from Zanzibar. Yes, but we also have spices from the Tanzania mainland. Yes.